Hii ni kuhakikisha watoto wa Tanzania wanapata elimu yenye ujuzi na maarifa yatakayowawezesha kujiajiri na kujitegemea. Vile vile, serikali imeajiri walimu 40,588 wakiwemo walimu 477 wa elimu maalum na 127 wa lugha za alama. Mheshimiwa Spika,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 na mafungu 26 ya mikoa yakijumuisha halmashauri 184. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja.